Uongozi wa M23 umewaondoa wapiganaji wake kwenye mji wa Walikale walioteka Machi 20, ukiwa ni miongoni mwa maeneo ya kimkakati katika eneo la mashariki mwa DRC. Msemaji wa umoja wa makundi ya waasi yakijumuishwa na kundi la M23 Lawrence Kanyuka amesema wameondoa wapiganaji wao, lakini iwapo serikali ya Kinshasa itafanya mashambulizi itajibu mapigo Kanyuka kupitia ujumbe wake aliochapisha kwenye mtandao wa X amesema kutokana na wao kuwa tayari kushiriki mazungumzo haya ya Doha, wameamua kuchukua baadhi atua ya hatua zitakazosaidia kuchochea upatikanaji wa amani. Uh, uh, tayari msemaji wa jeshi FRDC General Sylvain Ekenge amethibitisha vikosi vyao vimeshashika doria katika mji wa Walikale huku akibainisha wapiganaji wa M23 wameshaondoka rasmi. Taarifa hizi zinakuja kipindi hiki shirika la madokta wasio wa wa na mipaka wakikiri kuelemewa na wa mahitaji ya wasasa na wanakaribia kuishiwa mahitaji baada ya uwepo wa majeruhi wengi katika eneo la Walikale. Haya yanaendelea ya kipindi hiki mazungumzo kati ya serikali na kundi la M23 yakisubiriwa kwa hamu hapo juma lijalo. Na hii itakuwa ni mara ya kwanza wanakutana mezani tangu wateke miji ya Goma na Bukavu. Mazungumzo haya yatafanyika Doha, ambapo mara ya mwisho rais wa DRC Felix Tshisekedi alikutanishwa na rais wa Rwanda Paul Kagame wakiwa chini ya Amir wa Qatar Hamad bin Khalifa al Thani. Juhudi hizi ni mwendelezo wa kusaka amani ya eneo la mashariki mwa DRC ambayo limeathiriwa pakubwa kutokana na mapigano baina ya jeshi la FRDC na muungano wa makundi yakiongozwa na wapiganaji wa M23. Nurdin Selemani, Azam News. <tune>